Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV, leo ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa la elimu ya tiba, na inshallah leo tutakwenda kujifundisha dawa ya chango la uzazi kwa mwanamke, dawa ya chango la uzazi kwa mwanamke lakini pia dawa yetu hii itahusika na kuwasaidia wanaume wale wenye matatizo ya mishipa. E, unakuta mwanaume ana, anaugulia tumbo ili tumbo linakuwa ina msokota, hususan chini ya kitovu upande wa kulia au wa kushoto, tumbo hilo inakuwa inamuuma sana. E, labda ulishawahi kuumwa na tumbo hilo, baadaye ukaambia, bwana wewe unamshipa E, sio ule mshipa wa busha yani, ni mshipa unakuwa umejikunja. Sasa unapojikunja ule mshipa, basi unamsababishia mwanaume maumivu makali ya tumbo, na ikiwezekana mwanaume huwa anashindwa hata kunyanyuka. Yani anakuwa anaugulia maumivu akiwa ameinama au amelala tu, lakini kuweza kunyanyuka wima au kutembea inakuwa ni vigumu. Huwa inafikia hatua hiyo. Kwa hiyo leo tutataka kujifundisha dawa hiyo na tutaanza na upande wa wanawake kwanza. Tatizo la chango la uzazi hii uh, ni miongoni mwa magonjwa tu yanayowakumba yanayo wanawake, hususani wanawake wengi walio katika umri wa balehe, yaani ile miaka kuanzia miaka tisa mpaka kuendelea huko. Ili tatizo huwa inawakuta wengi. E, chango la uzazi ni miongoni mwa magonjwa yanayoshambulia viungo vya uzazi vya mwanamke ambapo humsababishia maumivu makali ya tumbo na kushindwa kubeba ujauzito, au akibeba ujauzito mimba zinaharibika kwa muda mfupi baada ya kutungwa mimba hiyo. Kwa hiyo, ukiwa wewe miongoni mwa wanawake, kama unapobeba ujauzito au mke wako anapobeba ujauzito alafu ujauzito unakaa muda mfupi unaharibika kuna muda mwingine sio kulogwa ni matatizo ya kibaiolojia matatizo ya kibaiolojia yanayokuwa yanamsababishia hiyo hali yani ndio hilo tatizo la chango la uzazi na tuko katika kitabu kile cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibaiolojia kama una kitabu hicho kasome kuanzia ukurasa wa arobaini wa, rubaini, ano, wa sitini na tatu dawa namba arobaini na sita nimeandika katika kitabu hicho dawa ya chango la uzazi sasa. Kuna aina nyingi za chango la uzazi ambazo zinaweza zikajitokeza kwa kila mmoja peke yake, yaani sio kwamba magonjwa huwa yanafanana, kwamba huyu kukuwa na umwa hivi basi iwe na kwa mwingine hivi baa, yani huwa ni tofauti tofauti. E, sababu kila mmoja anakuwa na viashiria peke yake peke yake lakini chango la uzazi hutokana na vifuko, yaani sababu kubwa za kuwa mtu anaugua hili chango la uzazi ni kutokana na vifuko vya mayai ya uzazi wa mwanamke yani zile ovaries kutokuwa na uwezo wa kuzalisha mayai na kufanya ya kuwe kwa wakati muafaka. Yani tumezoelewa, imezoeleka kwamba kila mwana kila, kila mwanamke aliye katika umri wa balehe basi kila mwezi tunategemea ataipata damu yake endapo tu kama sio mjamzito. Sasa kuna wakati mwingine mwanamke anapitisha hata miezi mitatu minne hapati damu. Hapati hiyo damu e, hiyo mwingine anasema mimi nimefungwa hezi. Sio kufungwa, inawezekana ni matatizo ya kibiolojia. Ukienda hospitali watakuambia wewe una tatizo la hormone imbalance. Hilo ndio tatizo linalozungumzwa hapa za kitaalamu wenyewe wanaita hormone imbalance, lakini kibiolojia sisi tunaita chango la uzazi. Hilo ndio sababu e. Kwa hiyo ukiwa umesha kuambia wewe una tatizo la hormone imbalance, homoni zako hazijakaa sawa, ni tatizo la chango la uzazi hilo, ehe. Kwa hiyo ni lile lile tatizo, usije ukachukua hormone imbalance ni nyingine, chango la uzazi ni nyingine. Ni lugha tu hapo zimekuwa tofauti, unaona. Kwa hiyo kama atakuwa kila mwezi anakwenda siku zake, anakwenda siku zake, huyu kidogo tutasema yuko sawa, lakini kuna yale matatizo kwamba anakwenda, lakini muda mwingine maumivu yanakuwa ni makali sana. <coughs> basi hili ni tatizo tuwategemea, kula atapata maumivu, lakini sio maumivu yale ya kumfanya awe anateseka kwa muda mrefu. Kuna wengine tu ni maumivu ya kawaida, lakini ukiona unapokuwa unaingia, unapokaribia kuingia siku zako basi maumivu yanakuwa ni makali sana, basi ujue hili tatizo la chango la uzazi na wewe pia unalo na kuhusu. Kwa hiyo leo tutakwenda kuiangalia dawa tutakayotumia hapa. Kwa hiyo ikitokea hizo ovaries zinashindwa kuzalisha mayai na kuyafanya yakwe kwa wakati mwafaka, yani kwa wakati unaotakiwa, basi mwanamke mwenye tatizo hilo hushindwa kuwa na mpangilio wakuwa na siku za hatari za kunasa ujauzito yaani nakuwa yeye haijulikani ni lini, kwa sababu mwanamke ana siku zake kama sio tano eh. Zipo siku hatari, zipo siku salama, na zipo siku zile za hevi hevi. Ni kati ya siku moja mpaka siku tano au saba, alafu zinakuja siku Uh, siku salama zinakuwepo kama ngapi pale? e, zinakuwepo kama siku nane. Baada ya hapo zinakuja siku zingine hatari. Sasa kuna nyakati ambapo mwanamke akiwa anaisoma tu ile kalenda ya mzunguko wake anajua kisa, siku fulani ndio siku yangu mimi naweza nasa ujauzito. Kwa hiyo kama hataki mimba, hizo siku anafanya je? Anamkwepa mwanamume, yani asiwezi kukutana naye kimwili. Lakini sasa huyu mwanamke mwenye tatizo la chango la uzazi au mwenye hormone imbalance hana uwezo wa kukabili hicho kitu kwa sababu mpangilio wake tu wa hedhi unakuwa haueleweki. Leo kaingia mwezi huu tarehe fulani, mwezi ujao inavurugika, au sengine asipate kabisa hedhi miezi miwili au mitatu inayofuatana, au akapata hedhi inayofuruliza miezi miwili mpaka miezi mitatu na kuendelea. Kwa hiyo hilo linakuwa ni tatizo. Kwa hiyo hata mayai yake anakuwa hayakomai kwa wakati unaotakiwa k wanajikomalia tu yenyewe yanavyotaka. Hata miti yenyewe ina taratibu zake za kukomaza matunda yake. Unakuta ukifika wakati wa maembe ni maembe, msimu mzima wa maeneo hayo. Ukifika wakati wa machungwa machungwa na, na msimu wake. Ukifika wakati wa malimau na pamba pamba pamba pamba pamba pamba bila taratibu, labda kama unauhudumia maji ya kila wakati, yani kila muda ule mchungwa unapata maji, wenyewe tutasema kwamba labda utaweza ukazalisha matunda katika mwaka mzima, lakini kama tunategemea tu ile mvua ya Mungu, matunda na misimu yake maalum. Sasa na binadamu wana msimu wake wa kupata ujauzito katika kila mwezi. Zipo siku hatari, ukiwa hujazifahamu hizo hatari, nenda kasome katika kitabu changu cha tiba tibani no Furaha ya Ndoa. Furaha ya Ndoa, kule kuna maelekezo, tumeelekeza mpaka siku hatari kwa wale wanataka kutumia kalenda ya uzazi na siku salama, siku za hizi na siku, siku za hatari. Kitabu hicho kimeweka mpaka kalenda ile, ipo katika kitabu hicho. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukajifunzisha kujua siku gani hatari na siku gani salama, ili uweze kuzingatia mzunguko wako. <clears throat> Basi sasa, tukienda kwenye dawa, kwa upande wa chango la uzazi kwa mwanamke, hii dawa nitakayokufundisha hapa inahusika na mambo mengi sana. Na leo tabii ni kuelekeze baadhi ya mambo yanayosaidia ku, ku, ku, ku, kutibika kupitia dawa hii. Unatakiwa utafute majani ya mti wa mzugwa mzugwa, au wengine wanaita mvunga, e, mvuga. Ehe. Na kwenye kitabu cha tiba mbadala hicho kule, mwishoni mwa peji ya mwisho, nimeshaweka picha za kila kilichoelezwa katika kitabu hicho, kwa hiyo utaenda kuyaona majani hayo, lakini pia majani hayo ndio hayo hapo yanaonekana katika skrini yako, yawezekana utoku umeshakuyaona wengine wanapanda kama maua katika majumba yao, wanazungusha kama feni mzunguko, wengine wamepanda kama dawa wanaofahamu, nawezekana katika kutembea tembea kao umeshakuyaona, lakini hukujua yanafanyaje kazi au ni nini. Hiyo ni dawa moja kubwa sana, hususani kwa matatizo ya kina mama. Dawa hiyo pamoja na kombe inakwenda kukusaidia kutibu tatizo hili la chango la uzazi lakini dawa hiyo mtu anapotumia kama mpangilio wake wa hedhi haueleweki, yani anaingia mara mwezi huu mara mwezi ule, anaingia tarehe nyingine, mara zinaruka, mara miezi miwili mitatu hapati hedhi, basi ukitumia dawa hiyo mpangilio wako utakaa vizuri. Lakini dawa hiyo inasaidia kukomaza mayai ya mwanamke, kama mayai yalikuwa hayakomai vizuri, na hili ndio tatizo kubwa sasa. E, yani hayakomai kwa wakati tunaotaka ule, kwamba kila mwezi tutataka tunatakiwa tupate yai moja ililokomaa au mawili, kisha yaachiwe, yasiporutubishwa, damu ya hedhi ipatikane. Sasa hilo kwa kwa litokee basi, itakusaidia kufanya je, kukomaza mayai hayo kwa wakati. Lakini pia kwa wale wanawake wenye matatizo ya maumivu ya tumbo, hususan katika wakati wa hedhi au wakati tu wa kawaida, unakuta anasumbuliwa sana na tumbo au maumivu ya kiuno na mgongo yasiyoeleweka basi akitumia dawa hii kwa utaratibu huu huu nitakao kuelekeza hapa itamsaidia. Kwa hiyo unakuta hii, hii dawa ina inatibu magonjwa mengi sana, hasa kwa upande wa kina mama, lakini pia dawa hii kwa nyongeza hii dawa hata kwa mtu yeyote inaweza ikamtibu malaria, inaweza kumtibu UTI na inaweza pia kumtibu typhoid. Kwa matumizi haya haya nitakao kuelekeza hapa, mara nyingi matumizi yake unatakiwa uchukue majani ya mzugwa kisha uyasafishe vizuri baada ya kuyachuma yani, alafu unayachemsha katika maji kwa muda wa dakika kumi na tano ukiwa umeyafunika, kisha utayaepua na hiyo dawa yako utaiacha ipoyo. Ikisha poa, matumizi yake ni mgonjwa yoyote yule anayetakiwa kuitumia dawa hiyo anatumia kwa kunywa kikombe kimoja kutwa mara tatu kwa siku saba hadi kumi na nne e kwa siku saba hadi kumi na nne. Kwa hiyo tumia na uzuri, sio machungu kabisa. Sasa mbona hii dawa sio chungu? Yaani dawa haina uchungu wowote. kwa kwa matatizo ya wanawake, matatizo yoyote yale yanayohusiana na masuala ya ujauzito, masuala ya matumbo kuuma, masuala ya s mayai hayakomai vizuri, unakuta hedhi inalukaluka, mara damu imefungika, hupati hedhi kwa muda mrefu labda miezi mitatu mpaka sita gine ukipata damu ya hedhi inakuwa ndogo au inakuwa nyingi, basi huu mti unaweza kukusaidia matatizo yote hayo, na matumizi yake ni haya haya niloelekeza hapa. Tumia kwa ndani ya siku saba hadi 14, inshallah utakuja kuondokana na tatizo hilo. Katika maelezo pe, pengine imeelezwa kwamba matumizi ya dawa hii yanaweza kutibu maradhi mengine kama UTI pia, kusafisha kizazi, kuzibua mirija ya uzazi kupevusha mayai ya kike kwa haraka, pia hurekebisha mfumo wa homoni wa mwanamke na mpangilio wa kupata hedhi. Hayo ni baadhi ya matatizo yanayotibika na mti huu. Kwa hiyo wewe kama una tatizo hilo na huo mti unaufahamu, utafute kuanzia leo. Kama unajua ulishai kuona sehemu, basi kakata hata kitawi chake na uzuri cho kitawi cha mti huo, kisha kishakikata ukafika ukakichomeka tu katika ardhi nzuri ukimwagilia maji havinaga shida, vyenye vinaotaga tu ovyo ovyo, basi vinaota, havina tena gharama siji ya nini. Kwa hiyo ushauri wangu, kama kuna sehemu umesha kukiona, kakitafute, ukate tawi lake, upande nyumbani kwako, ili wewe mwanamke, ukijisikia hali tulizozitaja hapa, au una matatizo miongoni mwa matatizo tuliyoelekeza hapa, wewe unatumia dawa hiyo. Hakuna haja ya kwenda hospitali au kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta madawa ya ajabu ajabu. Kwa hii ni dawa ya kuweza kutibu tatizo la chango la uzazi au kwa wale wengine wanasema hormone imbalance. Ukienda hospitali daktari akakupima akakwambia wewe una tatizo la hormone imbalance. Huenda ubebi ujauzito, huenda ukibeba ujauzito unatoka mimba, hazikui hevi, inakuwa haina mpangilio, damu zinatoka kwa muda mrefu au zinatoka kwa muda mfupi au zikitoka natoka chache au nyingi, yote au ni matatizo ya hormone imbalance. Kwa hiyo tumia dawa hii. Sasa hii ni part one, katika upande wa wanawake. Sasa tunakuja na upande wa wanaume wanaleta tatizo la chango la tumbo, yaani tunasema ni tumbo la mshipa kwa mwanaume. Naye mwanaume huwa anasubiri na tumbo la mshipa, unakuta kuna wakati tumbo linamuuma kweli kweli, kodani zinavutwa kwa, zina kwa mfano kwa mtoto mdogo unakuta paka ukikagua uki, tu mayai tuwili twa kodani hautuoni na mtoto anakuwa analia sana kuhusiana na tumbo yaani, kama mfano kama ni mtoto mdogo amekumbwa na tatizo hili hawezi kulala, yaani usiku mzima atalala analia. Kwa mkubwa anaweza asilie, lakini maumivu yake ni makali mno. Kwa hiyo kama atataki, ata, atakuwa amekumbwa na tatizo hili mwanaume au kijana au mtoto mdogo, yeye umtafutie vitu viwili. Sasa utaenda kumtafutia majani eno mizizi za mtu ambazi za kutosha angalau za kujaa kiganja kimoja cha mkono na mizizi za mti wa ndulele au mtunguja au mtulatula au nyanya chungupoli, yote hayo ni majina ya mti huo mmoja alafu, unatafuta na ya kutosha, kisha unaisafisha vizuri unachemsha. Ukishachemsha dawa hii, na yeye anatumia kwa kunywa kikombe kimoja kutwa mara tatu kwa muda wa siku saba, yeye mwanaume anatumia ni kwa muda wa siku saba lakini kama unataka kulifuta kabisa tatizo unaweza ukaenda mpaka siku kumi na nne, lakini dozi yake ni siku saba tu, basi mtu atakuwa vizuri. Lakini sasa hii dawa hii ya miziza mbaazi na miziza mtulatula hata kwa mwanamke mwenye tatizo la chango tena la uzazi, kama tulivyoelekeza hapo awali, akitumia labda alikuwa hapati ujauzito au ujauzito wake unakuwa unakusuasua, hii dawa na yenyewe pia inaweza ikamsaidia. Lakini pia dawa hii kama umefungwa kichawi, yani wewe tatizo lako la kutokubaba, kubeba mimba linatokana na mambo ya machawi, yani umefanyiwa vitendo vya kishirikina vya kukufunga, basi unapokwenda kuichukua dawa hii yani n mizizi ya mtu wa mbaazi na mizizi ya mtu wa mtulatula unatia nia wewe, Mwenyezi Mungu, mimi nimefungika kizazi, basi na nai, kwenda kutumia dawa hii au nahitaji kuchukua dawa hii ikanifungulie tatizo langu la kufungwa kizazi kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu. Basi utamuomba Mwenyezi Mungu, utachuma zile mizizi, utakwenda kuchemsha, utatumia kwa kunywa. Hii nayo pia inasaidia sana kufungua vizazi. Lakini kama sio tatizo la kulogwa au la ushirikina au swahili swahili, unaweza tu ukachimba bila nia, ukaenda ukachemsha, ukanywa. Na yenyewe ni siku kwa mwanamke anakunywa mpaka siku saba au siku kumi na nne. Ila mwanaume yeye dozi yake inakwenda siku saba tu akiongeza basi ni bora zaidi, lakini siku saba zinamtosha sana. Mimi nimewasaidia sana watu, tuna wengine walikuwa wanakuja siku mbili, siku tatu tu, chango la uzazi inakaa vizuri. Kama ni mwanaume, mishipa inakaa vizuri. Kwa hiyo mwanaume, kama unasumbua na tatizo la mshipa, fuatilia hizi mizizi za aina mbili. Wewe unaweza kutumia mzugu pia, lakini mimi nakushauri utumie hii kwa mwanaume, tumie mizizi za miti miwili, mbazi na mtu wa mtulatula. Ila mwanamke yeye napendelea adili sana na umzugo, huu mzugo kwa sababu wenyewe huu unakwenda kurekebisha vitu vingi kama tulivyovitaja, ikiwemo utiai kuzibua mirija ya uzazi. Tena kwa, kwa, kwa, kwa mwanamke ambaye hataki kubeba ujauzito, hataki kubeba ujauzito kwa haraka, dawa hii akiitumia, ina asili ya kuvuta kizazi. Yani kama kizazi chake kiko mbali, ina asili ya kukivuta kinasogea karibu, ndio maana unaambia inazibua mirija ya uzazi, kupevusha mayai ya kike kwa haraka, pia kurekebisha mfumo wa homoni wa mwanamke na mpangilio wa kupata hedhi. Kwa dawa hii, hakikisha unaposhiriki na mwanaume, tumia kinga za kuzuia ujauzito kama hautaki ujauzito. Ila kama unataka ujauzito, basi shiriki kawaida. Na Mungu akibariki, basi utaona matokeo yake ni ya haraka. Kwa leo tulikuwa katika dawa ya chango la uzazi kwa mwanamke, lakini pia tumeangalia hata kwa wanaume wale wanaosumbuliwa na mishipa, na yenyewe ni chango hiyo kwa mwanaume, na yenyewe ni chango, lakini lenyewe haliitwi chango la uzazi, huku linabadilika jina, inakuwa ni mshipa e, mshipa, mshipa sijui ngiri, lakini sio busha. Busha ni ile mshipa kwa hiyo ndani zinajaa maji zinaanza kulelea lakini huku ni mshipa unaovuta unajikunja unakuwa unavuta tumboni na unakusababishia maumivu makali inshallah chukua katika kitabu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia kitabu hicho kinauza shilingi elfu kumi ndio bei yake ya Kitanzania kwa kama utakihitaji unaweza ukakiagiza kutoka kwangu kwa mfumo wa PDF, ukatumiwa kwa njia ya WhatsApp au email ukiwa nchi yoyote mkoa wote sehemu yoyote kikakufikia baada ya kufanya malipo hayo inshallah mimi ni Usazi Bashiri na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutani siku sana wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.